Mheshimiwa Spika, nashukuru sana Spika, ili upambane na wahalifu inabidi wewe usio sehemu ya wahalifu. Sasa hili Watanzania na hasa bunge tupigane vita ya usagaji na ushoga. Je, serikali ipo tayari kuweka masharti hapo na mashine hapo nje, wabunge wote wanapoingia humu ndani wapimwe kwanza, tujue kama kuna usagaji na kama kuna mashoga, ili tupambane na ushoga nchi hii. Mheshimiwa Mheshimiwa Waitara, hilo swali linaelekezwa kwa waziri au kwangu? Swali lina kwa serikali kwa maana ya waziri wa sheria. Sasa, serikali inaweza kuleta mashine hapa ya kupima kweli bungeni. Sitakuwa inatuingilia. Sawa, sasa kama swali lilikuwa linaelekezwa kwangu, mimi siwezi kuuliza swali nikiwa hapa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pia hilo swali kwa kuwa halikuhusu wewe, kwa hiyo hilo uh, sitakupa nafasi ya kulijibu. Mheshimiwa Angelina Malembeka, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuongeza kwa kuuliza swali la nyongeza. E, nilitaka kufahamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, katika huo mswada wanaouandaa kwa ajili ya wanawake kwa swala la usagaji Je, wamezingatia kwenye swala la ulawiti kwa sababu sasa hivi swala la ulawiti ni kubwa zaidi kuliko hilo la usagaji. Asante. Uh, Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 ilifanyiwa mabadiliko makubwa mwaka 1998 kupitia sheria namba 4 ya mwaka 1998, ambapo makosa mengi ya kujamiiana yaliingizwa mle, ikiwemo kosa la ulawiti. Hili kosa tunalolisema hapa ni kosa ambalo alikuingizwa katika mabadiliko ya mwaka 1998, ndio maana tunapendekeza liingizwe sasa. Hivyo basi, swala la ulawiti tayari liko kwenye sheria zetu, kwa hivi sasa kinachotakiwa ni elimu na utekelezaji wa sheria iliyopo. Mheshimiwa waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Afya, Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, upi mkakati wa serikali wa kutoa dawa bure kwa wagonjwa wa akili? Naibu waziri Dr. Godwin Mollel anatoa maelezo, majibu ya serikali. E, Mheshimiwa Spika E, mkakati wa serikali wa utoaji wa huduma za afya unafuata sera ya afya ya mwaka elfu mbili na saba sura ya tano sehemu ya nne ibara ya kwanza hadi ya tatu ambayo imefafanua njia mbalimbali za ushirikishwaji, uchangiaji na utoaji msamaha ya huduma za afya sera ina elekeza wagonjwa wenye, we, wa, wagonjwa, wenye wagonjwa mre, ugonjwa wa muda mrefu ikiwemo matatizo ya afya ya akili wanaweza kupatiwa msamaha wa huduma za matibabu kulingana na uwezo wa wagonjwa hao au watu wanaohudumia kupitia mifumo inayohusisha afisa ustawi wa hospitali husika na watendaji kutoka eneo ambalo mgonjwa anaishi Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini njia zilizoelezwa kwenye jibu la msingi hazinufaishi walengwa ipasavyo. nini kauli ya nini kauli ya serikali kwa hili? Lakini pia Mheshimiwa Spika, uh, kupitia bunge lako tukufu serikali inaonaje ikawakumbusha maafisa a ustawi kutekeleza haya ambayo yameelezwa kwenye jibu la msingi kwa kuwa tayari tuna takwimu sahihi za watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, hali ya wagonjwa wa akili si nzuri na hasa ikizingatia kwamba hawana uwezo wa kugharamia matibabu haya, naomba kauli ya serikali. e, Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Stella Ikupa. Kwanza nianze kwa kumpongeza kwa sababu kwa kweli kama kuna eneo ambalo ametendea haki katika bunge hili kwa miaka hii mitano ni eneo hili la walemavu, lakini pia la wanzetu wenye matatizo ya akili. Mimi nimwambie tu kwa sababu tunakuja na, na, na sera mpya eh, sera mpya ya afya eneo hili E, tutaenda kuliangalia kwa kina tuone ni namna gani tunaweza tukaboresha, na mimi na wewe tushirikiane ili utupe mawazo tuweze kuja na namna nyingine nzuri mpya ambayo inaweza ikawafikia vizuri wa wahusika. Lakini eneo la pili, swali lake la pili eh, ni kwamba tunafanyaje ili eh, niwaambieje, ni ustawi wa jamii ili waweze kufanya eh, kazi yao E, mimi niseme tu nisisitize, moja kuwaomba e, wananchi ambao wana wagonjwa wa aina mbalimbali wasio na uwezo wa, wa, wa, wa, wa kulipa washirikiane na watendaji wa kata kuhakikisha wakati wanaelekea kwenye hospitali basi wawe tayari na zile barua za watendaji wa kata, na kuwaomba watendaji wa kata nchi nzima watoe ushirikiano kwa, kwa, kwa, kwa wagonjwa na, na ndugu e, wa wagonjwa ili kuweza kusaidiwa ila ni tu wasiwasi dadangu ikupa kwa mfano kwenye hospitali yetu ya Mirembe. Eh, kwa mwaka huu tu eh, serikali imepeleka kuanzia Juni 2024 mpaka sasa, serikali imepeleka dawa zenye thamani ya bilioni 1.72, lakini zaidi ya dawa za milioni 800 zimetolewa eh, kwa wagonjwa wenye matatizo kama hao ambao hawawezi kujilipia, lakini nikuhakikishie kwamba tutaendelea kuboresha na ili eneo tunachukua tunaenda kulifanyia kazi ili kutizama kwa kina zaidi kuhakikisha tunaondoa matatizo unayoyasema Mheshimiwa. Swali la nyongeza asante. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, watoto ambao wana magonjwa ya kifafa na magonjwa mengine kama hayo ambayo yanaathiri ubongo, gharama za kununua dawa zao ni ghali, lakini pia ni za kutumia muda mrefu. Wazazi wengine, Mheshimiwa Spika, wanatoa ana, ana, anaweza kununua za mwaka mmoja, miaka mingine mitano, wanawaachia katikati. Je, serikali haiwezi kutoa ruzuku kusupplimenti hizi dawa ili wazazi waweze kuzinunua na watoto waweze kutibiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa eh, Mheshimiwa Spika, E, cha kwanza kwa sababu sasa tulichonacho kwenye sera ya afya ni utaratibu huu nilioutaja hapa, tutaendelea kuuboresha ili uweze kuwafikia na kusaidia watu kama hao, lakini nimwambie tu mheshimiwa mbunge amefanya kazi nzuri sana hapa ya kuja na bima ya afya kwa watu wote. Mimi nafikiri nalo hili ukijumlisha hili la kisera, lakini pia bima ya afya kwa wote inaweza ikatusaidia tukafika mahali pazuri sana za kuhudumia watu kama ambavyo ametegemea. Mheshimiwa Amandus Chingwile, swali la nyongeza. Na kushukuru Mheshimiwa Spika. Wako wananchi wenye tatizo la afya ya akili na bado hawajapata huduma na hasa jamii zetu zi, ni kama vile zimewatenga hasa maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Spika, upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba elimu inatolewa na kuhakikisha wale wenye tatizo la afya ya akili tunawafikia na hasa kwenye maeneo ya vijijini? Mheshimiwa naibu waziri majibu. Eh, Mheshimiwa spika eh, ni kweli kama anavyosema Mheshimiwa mbunge E, tuna wagonjwa wenye afya ya akili na mara nyingi jamii imeshindwa kusaidiana e, na serikali kuhakikisha wanafika kwenye maeneo wanaoweza wakapata huduma. Sisi ambacho tunakifanya kwa kushirikiana na, e, na TAMISEMI lakini pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ni kuendelea kuelimisha jamii ili kutambua haya mambo na kuweza jamii kung'amua hao watu na kuwafikisha mapema kwenye vituo vyetu. Na kwa kweli jamii imejitahidi, kwa mfano kwa mwaka huu tu toka Juni mpaka, mpaka sasa wagonjwa elfu mbili na mia saba wamefikishwa kwenye hospitali yetu ya Mirembe, na maana yake hao tu ni wale unaozungumzia kwenye hospitali ya taifa, maana yake hata kwenye wilaya zetu eh, na sehemu zingine wamefika wengi sana. Kwa hiyo hamasa inaongezeka, lakini ni kweli bado kuna tatizo. Tutaendelea kuongeza nguvu kwenye eneo hili. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Katika zahanati mbalimbali hapa nchini kuna upungufu mkubwa wa dawa. Nini kauli ya serikali kuhakikisha dawa zinapatikana? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. E, Mheshimiwa Spika, e, ni kweli, kwa kweli rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafanya kazi yake kwa maana ya kutoa fedha za kununua dawa na kama kwenye zahanati zetu na kwa kweli najua kwamba nilikuwa nafuatilia data za kuanzia taifani kushuka chini. Ukija kwenye hospitali zetu za zahanati za, za wilaya utakuta upatikanaji wa dawa ni asilimia nane, kwenye hospitali za taifa tisini na tisa, tisini na saba Ni kweli kuna upungufu, kwa maana kuna asilimia ishirini na mbili ya watu wasiopata dawa. Kikubwa tutaendelea kushirikiana na wataalamu wetu wa, na, na, na, na, na kuwaonyesha namna ya kufanya maotea vizuri wanapoagiza dawa kishe dawa wananchi wanazozihitaji kwenye eneo husika zinapatikana. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kukarabati miundombinu ya hospitali ya kitete tabora yenye miaka zaidi ya mia moja? Serikali inaendelea kutoa majibu. Maandalizi wa mpango wa matumizi ya ardhi yani master plan unaotoa mwongozo wa uboreshaji wa hospitali ya kitete tayari umekamilika hatua inayofuata ni kuanza utekelezaji wa ujenzi wa jengo jipya la wagonjwa wa nje, yani OPD. Mheshimiwa Spika, anaomba kuwasilisha. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, majengo katika hospitali ile mengi ni tangu wakati wa mkoloni, lilikuwa yanatumika kama kambi la jeshi, ndio maana nimeiomba serikali lini mtakarabati majengo yale na sio ujenzi wa jengo la OPD, mtakarabati majengo yale ili yaweze kufanana na hospitali ya mkoa? Swali langu la pili, ujenzi wa eneo la, wa jengo la, la OPD kwenye hospitali ile uh, mnaendelea kuongeza msongamano kwenye eneo lile, kwa sababu ni dogo na halitoshi kuendelea kuweka majengo mengine. Serikali haioni haja sasa ya kutengeneza bajeti ili kuweza kujenga hospitali mpya ya mkoa wa Tabora itakayoendana na hadhi ya mkoa? E, Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza nijibu maswali ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo E, moja e, najua yeye amekwenda pale kwenye hospitali na anajua miezi minne iliyopita nilikuepo pale. Ukiingia pale kwenye hospitali ya Kitete utaona kuna ujenzi umeanza upande mwingine, ukiingia tu utaona ujenzi umeanza, lakini tumekuambia hapa kuna master plan. E, e, master plan plan hii yote e, sio tu sio swala la kukarabati yale majengo, tunataka yabomolewe, alafu tunyanyue majengo ya kwenda juu ili sasa watu waweze kupata huduma lakini, e, swali lake la pili, yeye mbunge alitamani kwamba ile hospitali iweze kujengwa sehemu nyingine badala ya kujenga eneo lile. Labda e, nikuombe mheshimiwa mbunge, kwa sababu e, ili kuamua hilo ni lazima kushirikiana wewe, lakini kwa maana ya rasisi ya mkoa wako na makubaliano ya maendeleo ya mkoa wako, hebu tushirikiane kwa pamoja wakati tunai master plan haijaanza kutekelezwa, ili tutakapokuja na mkakati wa pamoja na mkoa wa Tabora nyie e, takachokisema kama mkoa basi tutaenda nacho kwa pamoja kama plani yetu ya pamoja. Mheshimiwa Zaitun Swai, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Je, ni lini serikali itajenga ukuta kwenye hospitali ya wilaya ya Longido ili kulinda faragha za wagonjwa? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Eh, Mheshimiwa Spika, kama ambavyo anasema Mheshimiwa mbunge E, ni kweli hospitali ya wilaya Longido imekaa na iko sehemu ambayo ni kubwa ya uwazi mkubwa na ni open. E, tuta, mimi nitakachofanya Mheshimiwa, tutashirikiana na mwenzangu wenzangu watamsemi ili kuona e, ni namna gani wanaweza wakaweka swala hilo la, la, la, la, la, la, la ukuta kama mojawapo ya kipaumbele baada ya kumaliza majengo ya msingi ndani ya hospitali hiyo. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Halmashauri ya mji wa Bunda kwenye jimbo la Bunda mjini tunajenga hospitali yetu ya, ya halmashauri kwenye kata ya Bunda Store. Mwaka jana zilikuja milioni mia nane kwa ajili ya kuendelea na ujenzi baadaye zikarudi. Hivi sasa ujenzi umesimama, ni lini mtatupa hizo pesa ili tuendelee na ujenzi na wananchi wa Bunda wapate huduma ya afya bora. Mheshimiwa Spika, ngoja Mheshimiwa Naibu Waziri, eh, hilo ni la kwako au la Tamisemi hilo ni la kwako au la Tamisemi? La Tamisemi. Naibu Waziri Tamisemi, Mheshimiwa Dugange anauliza lini pesa za kumalizia ujenzi wa hospitali ya, ya halmashauri ya Bunda. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba nijibu suala nyongeza la Mheshimiwa Bulaya kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba serikali ilishapeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya Bunda na tayari baadhi ya majengo yamekamilika na imeanza kutoa huduma, lakini ilikuwa ni awamu ya kwanza na ya pili. Ujenzi wa majengo ya hospitali za halmashauri unakwenda kwa awamu na tutakwenda awamu ya tatu ambayo itakamilisha kwanza majengo ambayo hajakamilika, lakini pili tutaanza kujenga majengo mengine ambayo yalisalia katika ujenzi. Kwa nini mwakishi mheshimiwa mbunge kwamba zoezi la ujenzi ni awamu, na tutahakisha kwamba tunakamilisha majengo hayo kwa wakati. Asante. Asante sana mheshimiwa, Mheshimiwa naibu waziri wa afya, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya mheshimiwa mbunge. Wizara ya maji. Mheshimiwa Esta Edwin Maleko, mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, serikali na mpango gani wa ku